Na kila mara, na kila mara tukiimba wimbo wa taifa tunasema tunatalinda uhuru wetu na damu yetu na jicho yetu. Leo hii tukiwa tunaaga baba yetu Raila Amolo Odinga, nataka pia tujiape ya kwamba hatutakubali kama Wakenya, haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea, hatutakubali yarudi nyuma. Hatutakubali yarudi nyuma. Tutasonga mbele tukizingatia hizo haki kwa sisi ambao tumebaki na wale ambao hawajazaliwa. Hivyo ndivyo ndugu yetu angependa kuona, na hiyo ndio njia ya kuona legacy yake kama kiongozi wa watu... taifa letu wenzetu, sio. Siku ya mambo mingi, nimekuja kuomboleza rafiki na ndugu, lakini siwezi nimalizie nisiposema ya kwamba hata kama leo tuna huzuni na tunaomboleza, lazima kama Wakenya tuchukue nafasi hii kwa sababu Raila hangeweza kutenda yale ambayo alitenda kama angekuwa amesimamiwa na mama nguvu wa kazi, mama Aida Odinga, na watoto wake Rosemary, Junior, Winnie na familia yake yote. Kwa Wakenya, tunawashukuru kwa kutupatia Raila atumikie nchi na kwa kumuunga mkono ndio awe na nguvu ya kututumikia sisi wote. yangu ni kusema ndugu yangu, uende vyema.